Macho, ngozi na viganja vya mikono kuwa na rangi ya njano. Hii ni changamoto ambayo inasababishwa na, a sababu zifuatazo. Jambo la kwanza ni maambukizi au uvimbe kwenye ini, lakini pia tatizo lingine ni kuwa na mafuta mengi kwenye ini, yani fatiriva, lakini pia unaweza ukawa na matumizi ya pombe au kemikali nyingi zikasababisha kuharibu utendaji kazi wa ini, ila pia kama unatumia dawa nyingi zinazoathiri utendaji kazi wa ini, nayo inaweza ikawa ni sababu moja wapo. Jambo lingine ni mlo wenye mafuta mengi, sukari nyingi, na maji kidogo inaweza ikapelekea changamoto ya rangi ya njano kwenye mikono kwenye viganja macho na ngozi ili kuondokana na changamoto hii lazima utumie uh, C247 na Livercare kwa muda wa miezi mitatu mfululizo ili kuimarisha utendaji kazi wa ini kuimarisha mmeng'enyo wa chakula na kulinda kinga ya mwili dozi ya mwezi mmoja ya hii package inaitwa ini package dozi yake ya mwezi ni shilingi laki mbili na hamsini na tano lakini habari njema ni kwamba tuna ofa ya punguzo la asilimia kumi na tano ambayo inaisha tarehe 30. Kwa hiyo utaipata kwa 225,250 badala ya 255. Lakini pia tunamalizia challenge yetu ya kuondoa sumu mwilini kwa kutumia C247 na Livercare. Na leo ndo siku ya kutamatisha challenge hii aa, ambapo kwa upande wa jioni tunatumia kidonge kimoja au kapsu moja ya Livercare, aa, ili kuweza kuimarisha utendaji kazi wa ini na kutoa sumu mwilini. Nitafute WhatsApp kupata dozi hii, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo ya lishe bure.